Kuna namna pia inanifurahisha kwa sababu uh, kipindi baada ya kuzaliwa mimi mm. nilipendekezwa kuitwa Ali mm. jina langu lilikuwa rasmi, lakini katika ukuaji wangu sasa, unajua toona mambo mengi katika mm. makuzi yao mm. walezi wangu akiwa babu mm. yangu, mjomba wangu wakani, wakanipa hilo jina la Manyanya Sa mdogo sana. sijui wao waliona nini kwangu wakasema, okay huyu sasa ataitwa Manyanya mm -hmm. tangu pale alivyo, nilivyokuwa inaitwa Manyanya, hivyo jina la Ali likawa alisikiki. Nikawa ni Manyanya, Manyanya, Manyanya. Kwa hiyo nafikia tu mimi najitambua hivi nasikia naitwa Manyanya. Aha, unajua sasa kilichotokea nikawa silipendi. Kwa sababu gani? Hmm. Kila marafiki zangu wa utotoni wale wakiwa wanalisikia lile jina wanakuwa wanacheka, wanasema hee, Manyanya hii, unajua zile. Kwa hiyo ilikuwa kama jina fulani la kituko ile, mimi ikawa inanikera kwamba ah, si mbona <laughs> <Wanasibali, "Hee, manyanya, laughs> <hile."> <laughs> Mbona jina yeah, ah yeah. Mbona kama, kama zuri afu samanya ya yeah. Nikawa nalikataa kwa sababu ya eh, kuchekwa, lakini bahati mbaya kila ninavyolikataa mm, ndio kama ninalikoleza inazidi mm, kutapakaa nikafika mpaka shule. Nilipofika mpaka shule baadaye huko, kwa sababu nilikulia sana Mwanza, wazee mm, wangu ni, ni, ni, ni, ni Wasukuma.